Uh, nirudi kuwaomba Watanzania na vyama uh, ambavyo havijashiriki uchaguzi, bado nafasi ipo, bado muda upo, na sisi eh, na bado tunalo la kufanya hapa katikati mpaka kufika elfu mbili na thelathini kwa ajili ya kujenga taifa letu. Umeona bado tunayo mambo ya kufanya mengi. Sio lazima kwa sababu wewe leo umekosa ubunge ukaona ni kitu kikubwa wewe kukosa ubunge, au wewe umekosa uraisi ukaona kitu kikubwa sana kukosa urahisi. Hapana, haiko hivyo umeona. Wewe leo umekosa, piga goti, mwambie Mungu akupe njia nzuri ambazo hazitatupeleka kumwaga damu ili wewe uchukue madaraka, kwa sababu anayetawala ni Mtanzania. Umeona, tumekuwa na nchi hii e, toka tunapata uhuru, mikwaruzano ipo, lakini hatujafika mahali ambapo pabaya, na mimi sioni mahali kwamba tuko eneo baya. Ninaona tuko eneo ambalo ni zuri, japokuwa kuna mioyo ya wachache ambayo hawaliziki kwa namna moja ama nyingine. Na hiyo tutaendelea kuiomba serikali kwamba iendelee kumsikiliza kila mtu eh, ana, ana maoni gani, ana mawazo gani, basi umeona, wapewe nafasi hata ya kuongea wanataka nini, eh, una, wanataka nini. unachotaka nini, unataka umekosa ubunge, ukikuwa mbunge unachotaka ni nini, au ungefanya nini? Eh, sio uhuru wa kuongea ya. Yani namaanisha mimi hapa sinalalamika, ah, nimenyimwa kuwa mbunge. Lakini sasa tunataka mdahalo, hata sio mdahalo, tunataka tusikilize maoni yako. Leo wewe unge saa umenyimwa ubunge, ungekuwa, ungekuwa mbunge unafikiri ungefanya yepi na yepi na yepi na yepi. Iwe iwepo midahalo ya watu kuwajua zaidi. Unajua, unajua mtu ni rahisi kuongea hivi kwenye kamera lakini ukiulizwa maswali mawili matatu tayari umetoka nje na watanzania wanakuwa wanafanya nini wana